Kuna ukweli ambao watu wengi huukwepa. Heshima haiji kwa kuomba au kujipendekeza. Heshima hujengwa kwa msimamo na mipaka. Si kila mtu atakupenda, wengine watakuchukia, lakini watakulazimika kukuheshimu. Leo nitakuonyesha mipaka saba ya kisaikolojia inayokufanya uheshimiwe bila kupaza sauti. Ukibaki hadi mwisho, nitakushirikisha kanuni ya ziada inayotenganisha mtu wa kawaida na mtu mwenye presence ya heshima. Kabla hatujaendelea, subscribe kwenye channel ya Fikra Sahihi na washa notification kwa sababu hapa tunachambua saikolojia, thamani binafsi na tabia za binadamu kwa kina. Sasa, tuanze. Ya kwanza, acha kujitetea kupita kiasi. Kujieleza sana kunapunguza uzito wako. Watu wengi hupoteza heshima kwa sababu wanataka kueleweka na kila mtu. Ukweli ni huu: mtu mwenye uhakika wa ndani hahitaji maelezo marefu. Unapoongea, ongea kwa msimamo. Unapofanya uamuzi, simama nao bila visingizio. Mfano, mtu akikuuliza kwa nini huendi kwenye tukio fulani, huna haja ya hotuba ndefu. Sema tu leo sitahudhuria, asante kwa kunialika. Umeweka mpaka. Umetuma ujumbe wa kujiamini. Kumbuka, kujiamini ni kimya, lakini kutokujiamini ni kelele. Ya pili, heshimu muda wako kama mali yenye thamani. Kila mtu ana saa 24, lakini si kila mtu anazithamini. Watu hukuheshimu pale wanapoona muda wako una mipaka. Ukipatikana kila saa kwa kila ombi, watu huanza kukuona huna mwelekeo. Kila unapokubali kitu kisicho muhimu, unanyima ndoto zako nafasi. Jifunze kupanga ratiba, linda muda wa kupumzika na kukua, sema hapana bila hatia. Nidhami juu ya muda hujenga heshima ya kimya kimya. Heshima huanza pale unapoupa muda wako thamani kwanza. Ya tatu, si kila mtu anapaswa kuwa karibu na wewe. Watu wenye nguvu huchabua nani apate access yao. Sio kila mtu anahitaji kujua maisha yako, mipango yako au maumivu yako. Wapo wanaokusanya taarifa, wapo wanaonyonya nguvu zako. Tofautisha rafiki wa kweli na mtazamaji wa pembeni. Ukifungua milango yote utachoka kiakili. Weka uzio wa kihisia. Unaweza kuthamini watu bila kuwapa nafasi ya kuvuka mipaka yako. Hii si ukorofi ni kujilinda. Ya yani, nne. Usivumilie dharau hata mara moja. Mtu akikudharau na ukanyamaza, unamfundisha jinsi ya kukutendea tena. Heshima hujengwa na mipaka unayoweka. Watu wanaovumilia dharau mara nyingi huogopa kupoteza mahusiano kuliko kupoteza utu. Lakini ukweli ni huu, heshima ni msingi wa utu wako. Zungumza kwa utulivu lakini kwa msimamo. Usipige kelele, usijieleze sana. Ukimya wenye msimamo una nguvu kuliko hasira ya tano, kuwa mtu wa msimamo kwenye maneno yako. Ukisema jambo liwe na maana, ukiahidi tekeleza. Watu huwaheshimu wale wanaojulikana kwa consistency. Leo kusema jambo na kesho kulivunja hupunguza uzito wa maneno yako. Maneno yako ni ahadi kwa nafsi yako kama huwezi kuyasimamia ni bora usiyaseme. Kisaikolojia, watu hujaribu mipaka yako, kuona kama unaamini unachosema. Usipobadilika, wanakuheshimu. Ya sita, kataa kubeba mizigo ya kihisia ya kila mtu. Si jukumu lako kuwa daktari wa matatizo ya wote. Kusikiliza ni sawa, lakini kujiumiza kwa maumivu ya wengine si hekima. Watu wengine hutegemea huruma yako mpaka wanakuacha umechoka. Jilinde kiakili, huwezi kusaidia wengine kama umeishiwa nguvu. Kujilinda hakupunguzi utu wako, kuna uimarisha. Watu hukuheshimu unapojua mpaka wa huruma yako. Ya saba, acha kuishi kwa maoni ya watu. Hii ndiyo mipaka yenye nguvu zaidi. Watu wengi hupoteza heshima yao kutafuta kuthibitishwa Wanabadilisha maamuzi ili wasikosolewe, lakini nguvu kweli huanza unapojisimamia. Unapojua wewe ni nani na unachoamini, dunia huanza kukusikiliza. Heshima haidaiwi, huvutwa na msimamo wa maisha yako. Kama ujumbe huu umekugusa, andika kwenye comments na anza kuweka mipaka leo. Share video hii kwa mtu anayehitaji kujifunza kujiheshimu tena, na subscribe Fikra Sahihi kwa maarifa zaidi ya saikolojia na utu.